Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 alifariki siku ya Jumatatu baada ya kupatwa na kiharusi na mshtuko wa moyo na atazikwa siku ya Jumamosi kulingana na taarifa kutoka Vatikan. Papa alikaa hospitalini kwa wiki tano mapema mwaka huu akiugua nimonia mara mbili, lakini alirudi Vatican karibu mwezi mmoja uliopita na alionekana kupata nafuu hadi akatokea katika uwanja wa St. Peter's Square siku ya Jumapili ya Pasaka. Kwa mujibu wa taarifa, mwili wake utapelekwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro siku ya Jumatano asubuhi katika msafara utakaoongozwa na makardinali na kuruhusu waumini kutoa heshima zao za mwisho kwa Papa. Ibada ya mazishi yake itafanyika katika uwanja wa St. Peter's Square Jumamosi asubuhi. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye alizozana mara kwa mara na Papa kuhusu uhamiaji, amesema yeye na mkewe watasafiri kwa ndege hadi Roma kwa ajili ya ibada hiyo ya mazishi. Miongoni mwa wakuu wengine wa nchi wanaotarajiwa kuhudhuria ni Javier Milei, rais wa Argentina ambayo ndiyo asili ya Papa Mtakatifu Francis, rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva na rais wa Ukraine Volodimir Zelenski. Vilevile wamesema watahudhuria mazishi hayo. Vatican imetoa picha za jeneza la Papa Francis lililo wazi na lililovalishwa mavazi mekundu kwenye kanisa la Casa Santa Marta kuliko kuwa nyumbani kwake wakati akihudumu kama Papa kwa miaka kumi na miwili. Majeneza yaliyo wazi ni kawaida katika mazishi ya Katoliki ambayo kawaida ni sherehe za kiibada, lakini siyo hitaji la lazima. Vilevile wanaruhusu wapendwa kuona marehemu kwa mara ya mwisho kabla ya mazishi. Kevin Sewe, Mwanzo TV.